Alafu ndani unakula vizuri, una magari mazuri unaendesha vizuri, alafu majirani zako wana njaa na wao wanajua kwamba yule, yule jirani mwenye fensi ya umeme na mbwa wakali na walinzi wakali anakula ndani, hauko salama. Ipo siku hao majirani watapigwa shoti ya umeme hamsini, lakini mia mbili wataingia ndani. Hivyo ndivyo inaogopesha viongozi wanapojirindukia mali wao wenyewe, wakawasahau wananchi, ipo siku wananchi wataruka fensi, wataumwa na mbwa hamsini, wataumwa na mbwa hamsini, watapigwa shoti ya umeme mia lakini mia tatu watakukamata. Hatutaki kujenga uchungu kwa wananchi wetu kwa mambo yanayoweza kuzuirika, na mimi imekuwa, huu ndio msimamo wangu na imani yangu lazima kila mtu afahamu ya kwamba kipaumbele cha taifa linalojitambua ambalo viongozi wake wanajua wanachofanya ni watu wao. Narudia tena, lazima kipaumbele cha kiongozi yeyote iwe ni watu wake. Nikupe mfano. <laughs> Kwa mfano, unajenga barabara kwa ajili ya nini? Watu wapite, watu waendeshe magari. Unajenga hospitali kwa ajili ya nini? Watu watibiwe, watu wapate kazi. Unaleta maji kwa ajili ya nini? Watu wanywe. Unaweka umeme kwa ajili ya nini? Ili watu waone. Unaweka mwendokasi kwa ajili ya nini? Watu watumie. Watu shule kwa ajili ya nini? Watu wasome. Kwa hiyo ni watu, watu, watu. Kwa hiyo msingi wa maisha ni watu. Narudia tena, maendeleo yoyote ambayo hayamuoni mtu kama priority si maendeleo, because all that we do on the earth is for human if you only remove human all what you're doing is useless. Chochote unachofanya duniani ukiwa hai ni kwa ajili ya watu. Ukimwondoa mwanadamu tu, havina maana. Magorofa yote haya nyumba hizi zote zenye air condition, kama wanadamu wote hawapo, baada ya muda ni mapango ya mbweha. Kwa hiyo mwanadamu ndiye anatakiwa kupewa kipaumbele, kuheshimiwa, kusemeshwa vizuri, kusikilizwa. Lakini leo sisi tunawateka hawa wanadamu sasa unasema nakujengea jumba afu namteka huyo, nakuletea maji afu namteka huyo, nakujengea barabara afu anatekwa huyo. Lazima kiongozi yoyote anayejua anachofanya fokasi yake iwe ni watu. Watu asubuhi, watu jioni, watu usiku, watu mchana. Watu ni wa muhimu kuliko vitu, na viongozi wazuri wanatoa kipaumbele kwa watu. Ndugu zangu, ukiona giza limekuwa zito sana ujua asubuhi inakaribia giza limekuwa zito sana watu wanaishi kwa hofu mimi kipindi hiki nimekuwa kimya watu wananipigia si wananitafuta mheshimiwa yupo gwajima yupo atakuwa ameshaondoka jamani atakuwa ameshaondoka naye nipo nipo na nipo sana nipo sana kwa sababu mungu amenipa neema ya kuendelea kuwepo Hatari ninazozipita si za maana sana, ukilinganisha na umuhimu wa taifa letu kwa siku zijazo. The dangers I meet are less important in comparison with the necessity of protecting our country in the future. Hatari ni nyingi, unatembea mtu uwa, unao kwenye mashimo, kwenye mahandaki, lakini nasema, iwe kwenye mahandaki, iwe kwenye mashimo, iwe kwenye mashimo, iwe kwa kujificha, iwe kwa kuishi au kwa kutokuishi kuishi lazima mimi nitaisimamia nchi yangu na kuitetea nchi yangu, na utekaji hapana, no. Na tutazame kule mbele, asubuhi inakuja, siku ambayo kutapambazuka, tutembee mitaani, hatuna hofu ya kutekwa wala kupotea, siku ambayo mtu atakuwa wa thamani kuliko kilomita za barabara ya lami au ya zege, siku ambayo uhuru wa kuongea na kukosoa utakuwa wazi, utazungumza bila ya kumwogopa mtu. Siku zinakuja. Sasa hata kuipata haki imekuwa shida. Unaona mtu anahangaikia haki. Kwa mfano, nikupe mfano mzuri.